Wengi wetu tumekuwa tukijiuliza bila majibu, hivi bendera ya England katika logo ya Barcelona imefuata nini, wakati Barcelona ni timu ya Spain? Lakini jibu la swali hili linaturudisha miaka mia mbili iliyopita endi za ufalme huko Catalonia, Spain. Mnamo mwaka 1870 enzi za ufalme wa mtukufu Marcom Garcia. Mfalme huyu alitawala Katalunia si chini ya miaka 25 lakini katika kipindi chote kote ya miaka 25 Marcom Garcia hajawahi kuwa na furaha katika uongozi wake. Hii ni kwa sababu kusini mwa Katalunya, yani, Mount Blanc palikuwa na loko dragon lililowatesa na kuwanyanyasa ya wakazi wa Mount Blanc. Lilikuwa likila mifugo likichoma mazao na kuchoma makazi ya wakazi wa Mount Blanc. Vikongwe vya Katalunya vilisikika vikipata sauti na kusema ya kwamba ili dragon lisilete vurugu na lisichome makazi ya watu, ilibidi kila siku atolewe mtu mmoja kama kafara ya dragon kuto kufanya vurugu huko Mount Blanc. Vikongwe wa Katalunya wakaja na mfumo wa random royalty. Random royalty ni kupiga kura na kumchagua mtu mwenye kura nyingi zaidi, akatolewa kafara kwa siku husika. Kila siku alitolewa mtu mmoja, kwa mwezi watu 30. Tarehe 25 mwaka 1870 hatimaye, ikafanywa random royalty na vikongwe vya Katalunya. Huwezi amini, random royalty ikamwangukia princes wa Katalunya, yani mtoto wa mfalme aliitwa Isabel Marcom Garcia. Ilikuwa ni siku yake, random royalty ilianguka kwake, ilibidi yeye ndo awe kafara kwa siku husika kwa dragon. Mfalme hakuelewa angeamua nini zaidi ya kukubaliana na hali halisi, princess alilia kwa uchungu, hakujua nini kinachomtokea, hakuelewa kinachoenda kutokea. Ndipo mlinzi binafsi wa Isabel aliyeitwa Santi Jordi akajitolea kwenda kwa niaba ya princess. Mfalme, mtoto wake princess Isabel na wana Katalunia wote hawakuamini kama Santi Jordi alikuwa anamaanisha anachokiongea, lakini mwanaume huyu mwenye asili ya England alikuwa anamaanisha anachokiongea, na tarehe 25 mwezi wa 6 kwa hakika ulikuwa ni usiku wa kukumbukwa kwa wana Katalunya wote, kuanzia Barcelona, Girona, Espanyol wote wanakumbuka usiku huo daima. Hii ni kwa sababu usiku huo ndio ulikuwa usiku wa mwisho wa Dragon lililowasumbua na kuwaua na kuharibia makazi yao. Santi Jordi kwa upanga wake tu aliweza kulichinja na kuliua dragon lile usiku huo kutokana na tukio hili la kishujaa lililotokea tarehe 25 mwezi wa 6, mfalme Marcos Garcia na viongozi wenzake wakaiteua siku hiyo tarehe 25 mwezi wa 6 kila mwaka ifikapo Katalunya iwe siku ya wapenda nao kwa Wanakatalunya wote, na siku hiyo watu hubadilisha na vitabu, maua ya rose flower na dragon dolls. Miaka tisa baadaye, yani mwaka 1879 wana Katalunya wakatengeneza klabu yao kwenda kuiwakilisha katika ligi kuu Spain, ambayo ni Barcelona. Na ili kuenzi ushujaa wa Santi Jordi wakaamua kuweka bendera yake katika logo ya Barcelona, na ndio maana mpaka hii leo logo ya Barcelona kwa pembeni utaona kuna bendera ya England. Ile si bendera ya England, ile ni bendera ya Santi Jordi, mwamba aliyeyokoa Katalunya. Hiyo ndiyo sababu kwa nini logo ya Barcelona ina bendera ya England. Mimi naitwa Lamaa Talents, usahau kusubscribe youtube chaneli yetu, mwisho wa kipindi hiki.